hata Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam hakuwajua wanafiq illa baada ya wahyi. Wahyi iliteremka ndio Mtume akawajua wanafiq, kwa dalili ya aya. Mwenyezi Mungu anamweleza Mtume, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, na ya Muhammad, wewe huwajui, sisi tawajua. Ikiwa Mtume hakuwajua illa kwa njia ya wahyi, wewe ni nani? Mwogope Allah, mche Allah. Mwenyezi Mungu anasema mahala penye nifaq inaketi fi qulubihim fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradha, ndani ya nyoyo zao mna maradhi, Mwenyezi Mungu akawazidishia maradhi. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya ya rabbi, Mwenyezi Mungu azitahirishe nyoyo zetu na nifaq na matendo yetu na riya. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwajua wanafik kwa sababu nifaq iko ndani ya moyo na hakuna ambaye kwamba anajua yaloko ndani ya moyo ila Mwenyezi Mungu Subhanahu. fi qulubihim maradun, ndani ya nyoyo zao mna maradhi. Ewe ambaye kwamba una kifua cha kuwaelekezea waja wa Allah vidole, yule mnafik, yule mnafik, yule ntakusia mogope Allah, bali ituhumu nafsi yako kuwa na hofu juu ya nafsi yako kuliko kuwahukumu waja

anajiogopea mwenyewe nafsi yake, asiwe katika wanafiq. Man ant, wewe ni nani ambe kwamba una shajaa ya kuelekezea waja wa Allah vidole na kauli nzito zinatoka kwenye kinywa chako, yule ni mnafiq? Itaqillah. Nifaq ni maradhi ya ndani ya moyo, na hakuna anayejua siri ya, ya loko ndani ya nyoyo ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala.